Kwa kifupi, huu mradi kupitia TALIRI unakwenda kufanya unakwenda kufanya urejeshaji wa ikolojia iliyoathirika kutokana na presha kubwa ya kuchunga mifugo, lakini ikolojia hii tutakwenda ku kuirejesha na kuilinda na kufanya utunzaji wa maeneo yale, mazingira yale ya wafugaji kwa kupeleka teknolojia bora ya mbegu za malisho teknolojia ambayo inazalishwa na taasisi ya utafiti wa mifugo Tanzania, ambapo vilevile wataalamu wa TALIRI watahusika kwa ushirikiano na wataalamu wa Mzumbe University katika kufanya kazi hiyo kwa upande wa utaalamu. Lakini tunategemea sana kufanya kazi kwa karibu na jamii husika, wakulima na wafugaji wenyewe ambao wako maeneo yale, na mradi huu pia unashirikisha Uh, sekta binafsi ikiwepo pia na NGO zile ambazo zipo kwenye maeneo yetu ya jamii kwa ajili ya kuchangia maendeleo. Mradi, moja kati ya vitu ambavyo unaangalia ni, ni sustainability kwamba mradi utatekelezwa kwa kipindi cha miaka mitatu, lakini baada huu, ya utekelezaji wa mradi huu tunatamani yale ambayo yamefanywa na watafiti na wataalamu kwa kushirikiana na wafugaji yaendelee kwa hiyo moja kati ya mikakati ambayo mradi <coughs> unakuja nayo ni kuanzisha mashamba ya mfano. Mashamba ya mfano yatachukua kicha za aina mbili, yatakuwa ni shamba darasa, wakati huu huu ni shamba la mfano. Shamba darasa kwa maana ya urejeshaji wa, wa, wa, wa ardhi, urejeshaji wa mazingira yale, ikolojia ya, ya malisho. Hiyo kazi itafanywa kwa ushirikiano na wafugaji kwenye maeneo yao pamoja na wataalamu. Kwa hiyo kutakuwa na mashamba ya mfano, ambayo kwa kushirikiana na halmashauri ya ya wilaya ya Tanganyika tutapata eneo tutakaloanzisha shamba la mfano, lakini vilevile TALIRI inacho kituo cha utafiti Nsimbo ambacho pia ni moja kati ya saiti za mradi ambapo kutakuwa na shamba la mfano. Kwa kufanya hivyo, malisho haya yanapandwa mara moja, yanaendelea tu kutunzwa, na kwa sababu wafugaji watapata elimu ya utunzaji wa malisho pamoja na kilimo cha malisho kwa kufanya wenyewe kwa vitendo, lakini vilevile kutunza hao pia pamoja na kuwa na shamba la mfano, wataweza kuhamishia hiyo teknolojia kwenye maeneo yao, kwa sababu wananchi wanayo maeneo makubwa, lakini hawajapata tu ile elimu na maarifa ya upandaji wa malisho kwa hiyo watapata maarifa haya. Watakapokuwa wamepata haya maarifa, tunayo imani kubwa kwamba licha ya kuwa kuna shamba la mfano, lakini wao wenyewe pia watatumia maeneo yao kwa ajili ya kufanya kilimo cha malisho. Malisho ni biashara, malisho ni utajiri. Moja kati ya mikakati ambayo mradi wetu umejipanga kufanya kwenye eneo la mradi, hasa kwa wafugaji walioko maeneo yale, ni kutoa kutoa elimu. Tutatoa elimu kwanza kwenye eneo la masoko ya mifugo, utumizaji wa malisho, utumizaji wa mifugo ili kuzalisha mifugo yenye tija ambayo hata inapoingia kwenye soko, itapata thamani inayostahili. Kuna wakati mfugaji anaona vigumu kuuza mifugo yake, kwa sababu pia anapokwenda kwenye soko hapati thamani uh, inayostahili mfugo wake. Lakini mfugo ukitunzwa vizuri, ukalishwa vizuri, utapofika kwenye soko utapata thamani inayostahili. Na mifugo ni kama mazao mengine, kama ambavyo unaweza ukalima mahindi ukayavuna, vilevile mifugo inatunzwa ili ivunwe. Kwa hiyo tutaendelea kuzungumza kwa ushirikiano na NGO zilizoko kule, kwa ushirikiano na wataalamu wa halmashauri kuona namna gani ambavyo tunaendelea kuwajengea uwezo wa wafugaji wetu na wale hasa wanaoshiriki kwenye mradi, kufanyika mfano wa kufuga na kuvuna mifugo ili kuona tija ya ufugaji.